Ndege ya Kenya Airways, Boeing 737 yenye nambari ya usajili tano yanke kilo yanke delta iliyokuwa ikielekea Dar es Salaam, Tanzania ilirudi ghafla kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta muda mfupi baada ya kupaa Jumapili, Aprili 27 mwaka 2025 kufuatia dharura ya kiafya kwenye ndege. Ndege hiyo flight number KQ 484 iliondoka Nairobi saa 7:40 za mchana lakini ililazimika kurudi nyuma ili kuhakikisha msaada wa haraka wa kiafya. Ndege ilipotua timu za afya zilizokuwa zikiingoja zilitoa msaada mara moja. Kiki ilithibitisha kuwa miongozo yote ya afya na usalama ilizingatiwa kwa makini wakati wa tukio hilo. Hata hivyo, shirika hilo halikufafanua aina ya dharura ya kiafya iliyosababisha kurejea kwa ndege hiyo. Ripoti za awali zilidai kuwepo kwa hofu ya kuvuja kwa kemikali hatari katika sehemu ya mizigo inayodhaniwa kuwa imetoka kwenye safari ya awali. Abiria walifahamishwa kwa muda wote wa mchakato na kupewa mwongozo kwa mujibu wa kanuni za usalama wa anga. Baada ya kucheleweshwa kwa saa mbili zaidi, ndege hiyo iliruhusiwa kuendelea na safari yake kwenda Dar es Salaam, ikiondoka Nairobi saa 9:54 jioni. Katika taarifa iliyotolewa, Kenya Airways ilisisitiza kuwa usalama na ustawi wa abiria na wafanyakazi ndio kipaumbele chao cha juu zaidi. Kampuni hiyo iliomba radhi kwa usumbufu uliotokea na kuwashukuru abiria kwa uvumilivu na uelewa wao.